Uh, ni vizuri kukumbushana hivi kwa sababu tuna vyama na tuna viongozi na, na hii si hapa tu, wazee, msije mkadhani hapa tu, kwingi tu duniani wako viongozi wakishindwa kujikupata sifa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 kapa yeye atapata kura tu. Sasa kama simkapa tena, mna matatizo gani hapa? ninyi wote siwa haya? Hapana mzee, hapa hapa mjini hapa, Wayoza nai Waziba. Sasa chama kimefanya makosa, kimeteua Mziba ndio mgombea, kwa hiyo Wayoza hapa wamekuja wana, wana juu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 ni wahutu na wameuana mwaka jana kinyama. Kabila lile lile na dini yao karibu ni ileile, themanini na tano kwa mia ni Wakristo wa madhehebu ya Roma, wamechinjana mpaka kanisani. Kabila ni lile lile, wametenganishwa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 Mtashangaa jinsi mnavyo mnavyoanza kuchinjana mkashangaa na, na ikifika kiasi hicho hakuna mtu wa kukema, hakuna atakayetokea kusema acheni, teueni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya wananchi hacha matarajio yako wewe, mpiga kura. Tupeni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya Watanzania. Watanzania wanataka mabadiliko. wasipoyaona wasipoyapata, ndani ya CCM watayatafuta nje ya, ya, ya CCM. <laughs> Watanzania, kuna mambo wanataka uongozi wa awamu ya tatu uyafanye, mengi tu. Mimi nitataja machache, mengi tu lakini nitataja machache yatawatosheni. La kwanza nitataja manne. La kwanza, Watanzania wamechoka na rushwa. Wajumbe wa zamani wa halmashauri kuu ya taifa watakumbuka, nimelipigia kelele jambo la rushwa ningali mwenyekiti wao. La kwanza. La pili, nchi yetu maskini, nchi yetu hii ni maskini, wakulima wetu, wafanya kazi wetu maskini Nchi hii bado ni nchi ya wakulima na maskini ambao ni wa na wakulima na wafanyakazi ambao wote ni watu maskini. Nchi hii haijawa ya matajiri, chama hiki hakijawa chama cha matajiri. Tunataka tuendelee kushughulika na umaskini wa watu wetu, Tushughulike kwa dhati na matatizo ya wananchi, ya uchumi wao, hali yao ya uchumi, hali yao ya viwandani, hali yao ya mashambani, hali yao ya shuleni, hali yao ya hospitalini. Tunataka kuona hakika kwamba mtatuteulia mtu ambaye, ukiulizwa swali, huyu anajua kwamba nchi hii ni nchi bado ni nchi ya maskini, kwamba nchi hii bado ni nchi ya wakulima na wafanyakazi. Anajua hivyo, uweze kumjibu yule anayekuuliza hivyo kwa moyo wa dhati, kwamba naam, huyu anatambua hivyo sasa hivi katika nchi yetu. La tatu nataja la tatu, watu wameanza kutuzungumzia udini. Tuliko hatuzungumzi mambo ya udini udini katika nchi hata kidogo. Tuliko hatujali hatu, dini ya mtu anaijua mwenyewe dini yake basi Ilikuwa haiji katika akili yetu kwamba tunapompima mtu tumchague huyu, tumfanye rais au tumfanye nani, tunauliza dini yake? Hatuulizi hata kidogo, tulikuwa hatuulizi hata kidogo. Dini natuhusu nini? Zamani katika kuhesabu watu hapa Tanzania, katika kuhesabu watu wakati wa mkoloni Siku ya sensa swali lilikuwa linauliza dini ya mtu. Tukasema sisi, hatujengi misikiti, hatujengi makanisa, hatujengi mahekalu, hili swali la dini ya mtu tunaliuliza kwa nini? Ninatuhusu nini? Tunataka kujua umri wa watu, kwa sababu hiyo ina maana. Tunataka kujua kama watu wanajua kusoma na kuandika, hiyo ina maana. Tunataka kuuliza mambo ambayo serikali inayataka. Kama maimamu wanataka kuuliza, wanataka kujua Waislamu wana, wana, wa, wa, wa, wa wangapi, watafute wao. Sisi natuhusu nini? Kama maaskofu wanataka kujua wana Wakristo wangapi, watafute wao. Si wanakuja makanisani kuungama? Wawaulize. Sisi inatuhusu nini jambo la dini? Hata tuulize watu, wewe dini yako nani? Inatuhusu nini sisi? Hiyo ndiyo iliyokuwa Tanzania tunayojaribu kuijenga. Sasa watu wanazungumza dini, udini, bila haya, bila aibu, Wanajitapa kwa udini. Tunataka mtuchagulie mgombea ambaye atatusaidia kuondoa mawazo haya ya kipumbavu katika nchi yetu. <coughs> Na ukiulizwa na wananchi wa Tanzania kwa dhati Mnadhani mgombea huyu analiona hilo kwa uchungu kama mnavyoona nyinyi? Amseme ndio uweze kujibu kwa dhati kabisa kwamba ndio. La mwisho, nilisema nitataja mane tu. Nilikuwa New York mwaka jana, yuko mwenzenu mmoja Gertrude Mongela, sasa hivi ni katibu wa akina mama wa mkutano wa akina mama watakaofanyika Beijing. Gertrude alini alinikaribisha chakula jioni katika flat yake hapo New York, akakaribisha jamaa wengine nikaona nao pale. Wakati tunakula mama mmoja wa Kiganda ambaye anafanya kazi hapo kaniambia, mzee, mimi nilikuwa nafanya kazi katika jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Wakati nafanya kazi katika jumuiya ya Afrika ya Mashariki, sisi watu wa Uganda tulikuwa tunajuana kwa makabila yetu na tunatajana kwa makabila yetu. Watu wa Kenya walikuwa wanajuana kwa makabila yao, huyu Mkikuyu, huyu Mjaluo, huyu Mluhya, na wanatajana kwa makabila yao. Watu wa Tanzania walikuwa kabisa kabisa, hatujui makabila yao. nilimwambia yule mama, ni wakati huo mama, nilimwambia ni wakati huo, sio sasa. Sasa watanzania wanaanza kuulizana makabila, wanafikiri ni jambo la maana sana kujua kabila la mtu. Mnataka kutambika? faida faida ya makabila iliyobaki ni ni kutambika tu basi, lakini hasa ina maana gani nyingine katika nchi ya watu wazima, kabila lina maana gani nyingine? Tukifanya mitambiko pale Butiama pale tunafanya, mimi tu, niko karibu pale na chaka letu ambapo ndipo Mungu watiama wa, wa wale anataka, lakini kabila hasa Tanzania ya leo nazungumza kabila. Wazungu wale waliotutawala, wana mataifa makubwa makubwa, yametawala dunia. Leo wanaviona vitaifa vyao vile ni vidogo mno, wanaungana. Waingereza na jeuri yao yote wametawala dunia. Wafaransa na jeuri yao yote wametawala dunia. Wajerumani na jeuri yao yote wameipiga Ulaya. Leo wanaungana kuwa taifa moja. Nyinyi Waswahili vinchi vidogo vidogo hivi ya watu ishirini na saba milioni mnazungumza makabila, mnazungumza lugha ya makabila. Mtu ingize katika karne ya ishirini na moja mnapanda basi la makabila, lakini tunaanza kuzungumza ukabila. Tunataka utuchagulie mtu ambaye anajua kwamba huko ni upumbavu na ni hatari huko. Hatuwezi lugha ya ukabila, hatuwezi kuzungumza. Wenzetu wanatushangaa. Wenzetu majirani, sisi ndio ilikuwa mfano wao. Mbona Tanzania hawazungumzi ukabila? Si tunazungumza ukabila? mfano wao ilikuwa ni Tanzania. Tunataka kuwaiga majirani zetu katika hilo? Tunataka kusema Kenya wanazungumza makabila na sisi tuzungumze kabila? Kwa nini? Tunasema Uganda wanazungumza makabila na sisi vilevile tuzungumze ukabila? Kwa nini? Tunasema Rwanda na Burundi wanazungumza makabila na sisi tuzungumze ukabila? Kwa nini? Tunasema hivyo, Watanzania, bila haya kabila si jambo la kuonea hali ya kabila na kwa ni jambo leo, unaweza kusema katika basi, unajitapa unajitapa ukabila. Tunataka mtuteulie kiongozi anayejua hivyo atusaidie. Ndugu wananchi, ndugu mwenyekiti, mimi mliniomba nije kusaidia, nilikubali kuja kusaidia. Kwa nini? Kwa sababu hiyo hiyo, nataka nchi yetu ipate kiongozi safi <laughs> nyinyi wapiga kura naweza kutupatia kiongozi safi kwa kura zenu, basi tupatieni kiongozi. Ni muda wa kuchukua nafasi yako ya <tipa> meza ya HW tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa, kwa, kwa maneno ya dhahabu kukupa hamasa kujengia uwezo wa